Hawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita kati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu kumi wenye ukoma, wakasimama mbali wakapaza sauti wakisema, Ee, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, endeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru; naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, Hawakutakaswa wote kumi? Wale kenda wako wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu, ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa.